Waamini wote tumsifu Yesu Kristo. Naomba kutoa majumuisho haraka kabisa ya kilichotolewa. Uh, tuna dekania kumi na nne uh, na parokia uh, kwa dekania iliyofanya vizuri sana ni Mtakatifu Petro. Ya pili ni Mtakatifu Thomas Moore. Parokia tatu zilizochangia zaidi ni mtakatifu Yosefu milioni 16 laki moja na hamsini na tano elfu, mtakatifu Petro milioni kumi na mbili na mavurunza ya kwangu milioni 11 mia tatu. Parokia zilizochangia zaidi ndani ya dekania e, mtakatifu Yosefu ni Mtakatifu Yosefu kwa milioni kumi na sita laki moja na hamsini na tano. Ubungo Kimara milioni mbili laki tano na elfu tano. Dekania Makuburi ni Makoka shilingi milioni mbili laki nne. Dekania Kibaha, paro ya mwawe pande milioni mbili na laki tatu hamsini. Msomaji alisisitiza sana hapa, tunataka mwaka ujao waende zaidi, iwe ishirini na kitu la Mbezi Luis. parokia ya Mbezi Luis imetoa milioni mbili laki sita. Dekania mavurunza mavurunza wametoa milioni kumi na moja mia tatu laki tatu dekania Kigamboni ni eh, parokia Kibada milioni mbili laki tatu. Dekania Mbagala ni Kizuiani milioni mbili laki mbili na hamsini. Dekania Kilimahewa ni Vianze elfu milioni mbili laki tano. Hawa nafikiri tuwapongeze sana, ni kule Kilimahewa eh. Parokia ya Goba mwisho milioni sita laki tatu. Mtakatifu Petro ni parokia ya Mtakatifu Petro shilingi milioni kumi na mbili. Dekania Ukonga ni parokia ya Kitunda milioni mbili laki mbili na hamsini. Dekania ya Pugu ni parokia ya Buyuni milioni mbili laki tatu. De, e, kania ya Segerea ni parokia ya Segerea milioni kumi na moja. Kwa hiyo jumla ya makusanyo yote kutoka kwa wanaume wa Katoliki wa jimbo kuu la Dar es Salaam ni milioni nne, milioni mia nne na moja, laki sita na sabini na sita elfu mia nane lengo lilikuwa milioni mia nne na eh, mia nne na saba eh, elfu lakini tumepata eh, kiasi hicho milioni mia nne na moja laki sita na sabini na sita mia nane sawasawa na asilimia tisini na tisa kamili. Kwa hiyo tunaomba kuwashukuru wanaume wote kwa michango yao na hapa labda ni taje mtu binafsi an, anayetoa kila mwaka oiso pro, eh, original products naye ametoa kama zaidi ya parokia shilingi milioni mbili na laki tano kwa hiyo tunawakaribisha wale watu ambao wana u, eh, wanalipenda kanisa wa watoe kidogo kidogo, na parokia nyingine zije juu. Naona pale kamishna Msta, mstaafu Msta, wa majereza yuko pale Salasala, nafikiri kule kwako, naomba ufanye <laughs> ni classmate wangu, wangu, wangu, wao fanye haraka tuweze kwenda juu vile vile. Basi baba askofu mkuu, hayo ni majumuisho kwa ujumla kuu la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. s basi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya UWAKA jimbo kuu la Dar es Salaam kwa michango hiyo. Kwako mhudumu mkuu dada wadogo Sista Dolini, Bela mwakaliku milioni 400, akaunti inasoma. Kwa hiyo kwa madaha kabisa, niombe ujiongee hapa tusikie sauti yako ya milioni mia nne. <laughs>